Ndugu zangu, tunakwenda katika uchaguzi muhimu sana. Miaka mingi tumepambana na kupambania ukombozi wa visiwa vyetu, lakini miaka mitano iliyopita imekuwa fundisho kubwa kwetu kwamba tusipo tahadhari kazi ya miaka mingi iliyokusudiwa kuimaliza Zanzibar itakwenda kutimia. Mwenyezi Mungu atunusuru. Miaka mitano hii mmeshuhudia nyinyi wenyewe jinsi Wazanzibari tunavyoendelea kwa kasi zaidi kufanywa wageni ndani ya nchi yetu. Leo mzanzibari hana thamani ndani ya Zanzibar. Nimekuwa nikilisema sana hili kwamba tizameni nyinyi mgombea wa CCM bwa mdogo alipokuwa akifanya kampeni uchaguzi uliopita aliahidi ajira laki tatu kwa wazanzibari ndani ya miaka mitano. Miaka mitano imekwisha. Hapa Chonga mmeziona hata ajira tatu? Sio laki tatu, hata tatu umeziona? Ahadi imemshinda. Sasa kaja na uongo mwingine kwamba miaka mitano ijayo atatengeneza ajira laki tatu na nusu. Ungetupa hizi laki tatu za miaka mitano iliyopita. Lakini hoja si kwamba kashindwa tu kutoa ajira laki tatu. Hoja kubwa zaidi ni kwamba hizo chache ambazo ni ajira za Wazanzibari kawatoa Wazanzibari na kuwaleta wageni akawapa nafasi za Wazanzibari. Nyinyi wenyewe mashahidi, tizameni kila pahala la mtizame nani wanaajiriwa, vyombo muhimu vya nchi vitizameni Wameondolewa wakuu wake, wameletwa wasiokuwa Zanzibari wakapewa nafasi hizo. Ndio maana tunakwambia ni kila siku kwamba huyu hana na saba hana uzalendo wa Zanzibar. Hii Zanzibar imshughulishi, hii Zanzibar kwake ni mlango wa duka, kaja kutengeneza faida, kisha kama Wazanzibari tutaamua kwelikweli ndio wataondoka, lakini kama sivyo huyu kaamua ataselelea hapa kwa sababu wanatuona sote Wazanzibari wapumbavu. Ndugu zangu, hilo la kwanza. Lakini la pili hilo lilolimalizia, miaka mitano hii imeshuhudia ufisadi wa kutisha nchi hii si maskini, ndugu zangu, na kama palitakikana ushahidi, miaka mitano hii imetosha kuwa ushahidi, kwa sababu ndani ya miaka mitano hii upigaji wa pesa za maskini wa Zanzibar walipa kodi haujapata kutokea. niliahidi kwamba kila siku moja ya kampeni nitaandika ufisadi wa serikali ya bwana mdogo mmoja na nimekuwa nikifanya hivyo. Jana tulikuwa na mkutano wa kumi na tatu, nimekamilisha kashfa kumi na tatu na hawana majibu. Wamebakia kusema sisi tunatukana. Hivi mwizi kumwita mwizi umemtukana? Fisadi kumwita fisadi umemtukana? Sasa ndugu yangu, leo ni mkutano wa 14. Na nakusudia ile ya majimbo ukichanganya na ile ya uzinduzi ni mkutano wa 16, lakini hii ya majimbo leo ni mkutano wa 14. Na leo Nataka na kuandika ufisadi wa 14 wa serikali ya bwa mdogo katika miaka mitano hii. Ndugu zangu